Na wasalimu wapendwa, kwa majina ninaitwa Freddy Mkindikwa. Mimi ni mwanafunzi ambaye nimemaliza eh, mafunzo yangu kupitia mwalimu wetu mpendwa Freddy Ma. Leo niko hapa kushuhudia mazuri ambayo nimepata mengi, ambayo nimekwenda kupokea kupitia mwalimu wetu Freddy Ma. Kwa kweli nimenufaika mengi sana, sijui naweza nikaeleza nini ila kwambaye alikuwa na shauku ya kumiliki steji, nadhani hapa njo nyumbani. Hapa ni nyumbani apa, shukurani sana. Kwa maana ni njia ambayo nilikuwa napenda niangalie kama naweza nikaifanya, ila nilikuwa na tatizo mingi ilikuwa mengi sana, kwa kinitatiza inapokuwa nikishimama mbele za watu, ila ambao nakuwa namiliki steji naongea kuna mengi ambayo ilikuwa sijarekebisha, ila kupitia mwalimu wetu, sijui kama naweza nikamwita mwalimu, sijui kama naweza nikamwita wa genius, kwa maana mengi amefafanua yalikuwa mazito, ni makubwa sana. Ndio ameongea na nimenufaika mengi, sijui naweza ka express kivipi, kwa maana kupitia yeye nimejua maana yalitokea, kupitia yeye nime, nimejua kanuni zalitokia kupitia yeye nimejua hata body language ambayo ilikuwa tatizo, kwa kujua mtu anapofanya hivi anamaanisha nini, mtu anapofanya hivi anamaanisha nini. Ila kupitia yeye nimejifunza mengi sana, nimejifunza mengi sana. Sijui niseme shukurani ziende wapi kwa sasa, zimrudilie tu mwalimu wetu, ambaye umekuwa msaada kwetu, ambayo tuna, tuna ile shauku ya kwenda jweni huko mbele twende kujweni msteji kule twende kumiliki steji. Sasa umetupatia zile ambazo imekuwa ambayo imetukute imekuwa imetugharimu sana, kwa kusema tutalijuaje haya mambo yana secret yake. Sasa secret ni nini, tunaweza tukafanyaje? Ni mengi ambayo naweza kuongea, ni mengi naweza kuzungumza hapa, ila kwa kifupi naweza kusema yoyote, wanapokuwa upote alipo, yoyote wanaweza penda kujiunga kwa kusema afate, ila sijui kwa maana mwalimu wetu ametupatia kozi yetu ilikuwa ya siku kumi na nne na kweli kupitia siku kumi na nne hizo nimenufaika sana, tumeelewa mengi. Kama kunaweza kuwa hata ingine siku, yule ambaye we ambaye ambaye haukupata muda we ambaye haukupata muda kwa kushiriki, naomba kutapokuwa programi kama hizi, unasikia sehemu ametosha, ninaomba nenda ukahudhurie kwa maana anaongea mambo ambayo si rahisi kuwajua, si rahisi kuwapata mtaani. Unaweza tukaiga tu, unaona mtu fulani kafanya hivi kafanya hivi, ila hujui maana anafanyia nini vile. Katufunza mengi, katuonyesha maana ya ku miliki steji, unaweza kajiandaa vipi, unaweza ka kamaliza vipi programu yako hata na dakika. Sasa tunakuwa tunakwenda kwenda tu tunaenda, enda, tu, tunapozungumza hujajua kwamba programu hii kupitia mambo kama haya, naweza nikatumia dakika fulani mwanzo, naweza nikatumia dakika tano, napozungumza napo mambo yangu ya msingi, naweza kakamata hata dakika kumi na tano. Inapomaliza nitafanyaje? Yale yote tumeonyesha kupitia programu hii ambayo namiliki steji, imekuwa nzuri sana kwangu. Sijui naweza nikasemaje, ila nasema tu Mungu ambariki na kazi aendelee. Kuna watu wengi wanashauku kujua mambo mengi kama haya ila mwalimu wetu, wewe, naweza nikasema wewe ni genius kweli. Umefanya mambo ya mzuri, umekwenda kutufundisha na kweli tumeelewa. Kwa sai ninakuwa na ile uwezo wa kujua, naweza kaambia mtu litokea ni nini, naweza kujua kanuni za litokea ziko aje, eh, naweza kuambia mtu body language mtu anasema aje, na njo mambo ambayo ilikuwa ikitutatiza sana kwa, kwenye jamii tunapoenda kwa kufanya mambo kama hayo, kwa kumiliki stage. Ninashukuru sana mwalimu wetu. Ninashukuru kwa yote ambayo umekwenda kutufundisha. Ninajua kama tunakuwa kwenye uke, ukomo, tumemaliza tunakuwa mwisho, ila naweza sema tu shukrani kabisa shukurani, nimenufaika kupitia mafunzo hii sana sana tena sana, tena sana. Yaani shukurani ambazo nimetoa haziendeleani na gisi nachozisikia, ndio naweza nikasema kwa gisi nachojisikia na gisi natoa shukurani, naona kama biendani kwa maana uzito, kwa maana yale ambayo nimepokea Ha, ha, kwa kweli ni mambo mazito, ni mambo mazuri ambayo umekwenda kugusia na mimi nimekwenda kuelewa. Kwa saa hii najisikia kwamba hata kama inaweza nikafanya tena nikisema nirudilie kumiliki steji sehemu fulani, najua nitamiliki vizuri, ninajua kutakuwa mabadiliko mengi sana ambayo kupitia wewe, wewe ndio chanzo cha mabadiliko hayo. Kumbe wanaopenda kumiliki steji, njoo nyumbani mwalimu wetu. Ninajua hata atachokea hapa hata malizia hapa mwalimu wetu anaendelea na yuo, ataendelea tu kusaidia wengine ambao walikuwa kama na sisi, ambao tulikuwa tujui tutaanzia wapi, tutafanya nini, yani katupatia zile mambo ya msingi kupitia kuzungumza. Ndio mimi nafurahi sana, nimenufaika mengi na shukurani kabisa, bila tena kumsahau ndugu yangu mwalimu wetu, tunamuita tena mwalimu eh, mwenga wa karne ya ishirini na moja anajua Bwana mpagaze huyu kabisa mimi namfuata sana namshukuru sana